Mimi nimevaa nguo ya orange. Nipo hapo kwa kushoto kwako. Kushoto kwangu? John ndo mimi <laughs> Eh? Jo hapa. Kuja <laughs> ndo mimi mwenyewe <laughs> Kamo samani nilikuwa nawasiliana na huyu mkaka lakini cha ajabu naona picha tofauti. E, ndo maana yake. Unafikiri mi sina akili timamu? ingekutumia picha zangu nafikiri ungenikubali nikaamua. ni download zangu picha ya kijana handsome mtandaoni <laughs> mbwa, mimi hayo ndo mambo ya Facebooku kumbafu zake. Ha? Basi basi samahani. Mimi naona niende. Kwa sababu mtu ambaye nilikuwa namtaka na wewe sio. Wewe unataka kuondoka shakula hela zangu. Tulikubaliana na kuja kukaa kwako kwa wiki mbili. Kwani shoga yangu umekula lake shingapi? Kama milioni mbili hivi. Eh, eh, Ulifurahia <laughs> ni zaidi ya milioni mbili. Kama unataka niondoke rudisha hela zangu sasa hivi hapa. Vinginevyo tuende kwako kwa kwa. Kama tulivyokubaliana. Sikia vai. Huyu mtu naonekana ni hatari. Tunaomba tu tuondoke naye, wiki mbili sio nyingi. Shogangu ataondoka, tuondoke naye tu. Sawa, hivi twendeni, twende. Mwache acheke, waone kama mimi nachekesha <laughs> cheka mama <laughs> kama vitu vinachekesha mtu asicheke <laughs> Allah Allah Allah <laughs> Jamani, pesa zetu ndo kama hizi. Lakini hapa Majuma anadaiwa Isa, na jamii hajalipa kama kawaida yake. Deni unadaiwa ujalipa, alafu tena tumpe mkopo tiripu ijayo? Uwezi, mimi si saini, si saini yangu mimi kabisa, uchukua. Jamani, salamu mke wangu, tuondoka na kema ya kuoga. Nani akaenda ndani na akili timamu? <laughs> Yaani mi nikae ndani, nimekuwa mwali, lazima nitoke nje, majirani wote wanijue, na nitaenda kujitambulisha hadi kwa mjumbe. <laughs> Unanijua vizuri, akili zangu, kina dada, kwa majina naitwa Sterling Makoti, mkipenda niteni kwa lalumpa. <laughs> Mimi ndo mpenzi wake navai, mume wake navai mtarajiwa mke wangu, mbona hujawatambulisha kama mimi ndo mpenzi wako? <laughs> Aya, ikalilini hii sura yangu, popote mtaponiona, mnaniita shemela, mnaniita nani? Shemela. Sio shemela tu, mnaniita shemela kwa lalumpa <laughs> mbwa. Mimi mkipenda mniite sodoma na gomora <laughs> basi, tangulia, nakuja, nani aende twende wote. samani ainuka ah, twende changamka, mista na misis Kuala Lumpa, mbwa sisi So, Salam. Kicheche, kulikoni? Kuna nini yani? Samani, mke wangu, nilikuwa sija kutaarifu kule kijijini kweto Bariadi kule. Mimi ni mganga kiboko. mm -hmm. <laughs> Sasa wateja wangu wakanipigia, nikawaambia huko sipo, wala sina mpango wa kurudi nipozangu, mjini kwa mke wangu na enjoy. Nikawaambia waje niwatibie huku huku, watakaa hapa ndani ya wiki mbili. Sasa kama mimi ni mganga na wewe ushakuwa mganga, Njoo changanye dawa tumtibie binti hapa. Mwingine. Allah. Allah. <laughs>